Ilianza kama mzaha lakini ikawa hadithi ya kweli iliyogusa roho za wengi. Jina langu ni Amina, msichana niliyezaliwa kwenye kijiji kidogo kilichopo pwani ya Bagamoyo, nikiwa mtoto wa tatu katika familia ya wavuvi. Nilizaliwa na ndoto kubwa kuliko kijiji chote. Nilipenda kuamini siku moja nitapanda ndege, nitafika mbali zaidi ya upeo wa macho unaoishia baharini. Lakini maisha yalikuwa na mpangilio wake na ndoto zangu zikaanza kuunganishwa na jambo moja lisilotarajiwa mapenzi. Katika kijiji chetu, kila mmoja alimfahamu Jamal. Yeye alikuwa kijana mrefu mwenye tabasamu la kupendeza na macho yaliyokuwa na siri nyingi. Jamal hakuwa tajiri wala hakutoka kwenye familia kubwa, baba yake alikuwa fundi seremala na mama yake akiuza maandazi sokoni. Lakini Jamal alikuwa na akili ya kijasiri, moyo wa upendo na heshima kwa kila mtu. Hata wazee wa kijiji walimpenda. Mimi na Jamal tulianza kujuana kupitia sherehe za kijiji. Nakumbuka mara ya kwanza macho yetu yalipokutana, ilikuwa ni kwenye ngoma ya kitamaduni pale pwani. Nilikuwa nimevaa kanga ya rangi ya samawati yenye maandishi subira huvuta heri. Jamal alivutiwa, akasogea karibu nami na kwa sauti ya upole akaniomba tufanye ngoma pamoja. Nilipoikubali mikono yake, nilihisi kama vile upepo wa bahari umepenya hadi kwenye moyo wangu. Kuanzia siku hiyo tulianza kuonana mara kwa mara wakati mimi nikitoka sokoni kubeba kikapu cha samaki waliokaangwa, mara nyingi Jamal alikuwa hapo kunisaidia. Tulipokuwa tukitembea kando ya fukwe, tulizungumza ndoto zetu. Mimi nilimweleza nataka kusoma, kuwa mwalimu au hata mwanasheria. Yeye aliniambia anataka kuanzisha karakana kubwa ya useremala itakayojulikana hata Dar es Salaam. Kila ndoto tuliyoshiriki ilionekana kama ahadi ya pamoja. Lakini kila hadithi ya mapenzi huwa haikosi mitihani. Siku moja Baba yangu alinieleza waziwazi kuwa ndoto zake kwa ajili yangu hazikuwa na nafasi kwa Jamal. Baba yangu alikuwa ameshazungumza na mfanyabiashara mmoja tajiri kutoka mjini Buo Rashid, ambaye alitaka kunioa. Aliniambia kwa sauti nzito, Amina, maisha si ndoto tu, unahitaji mtu mwenye uwezo wa kukulinda. sikijana na masikini wana masikini mwenye matumaini hewani. Nililia sana usiku huo, niliwaona wazazi wangu kama kuta zilizojengwa baina yangu na mapenzi yangu ya kweli. Jamal aliposikia habari hizo alikasirika, lakini hakunikatia tamaa. Alisema, mina, mapenzi ya kweli hayajifichi, hayapimwi kwa mali wala heshima ya kijamii, nitapigania. Maneno yake yalinifariji, lakini pia yalinipa hofu. Nilijua baba yangu alikuwa na msimamo mkali na kijiji kizima kingeweza kuniona kama msaliti wa familia iwapo ningeasi. Siku zikapita na kila mara nilipokutana na Jamal, niliona jinsi moyo wake ulivyokuwa thabiti. Hata hivyo maisha ya kijijini yalikuwa ya kawaida, yakisukumwa na heshima kwa wazazi. Mama yangu aliona maumivu yangu na kwa siri alinieleza, binti yangu, moyo una haki yake, lakini kumbuka mwanamke lazima awe jasiri na mwenye hekima. Nilielewa maneno yake, ila sikujua njia ya kufuata. Wakati huo huo, Jamal alianza kufanya kazi usiku na mchana. Alitengeneza viti na meza akiviuza sokoni. Kidogo kidogo alianza kupata hela, alijengea jina kwa ubunifu wake watu kutoka miji ya jirani walikuja kununua kazi zake. Ingawa bado hakuwa tajiri, alionekana kuwa na mwelekeo wa mafanikio. Lakini bodo Rashid naye hakuwa mtu wa kubeza. Alianza kuniletea zawadi zisizoisha, nguo, mapambo na hata kuniambia atanipa nyumba nzuri mjini. Baba yangu alizidi kushawishika. Nilipojaribu kumpinga, alinitazama machoni akasema, usiniangushe Amina, nimechagua njia bora kwa ajili yako." Usiku wa mwezi mpevu nilipokutana na Jamal kando ya bahari, Mawimbi yalikuwa yakipiga kwa sauti ya upole. Tulikaa kimya kwa muda mrefu tukisikiliza tu upepo. Kisha Jamal akashika mkono wangu akasema, Amina, sitaki kupoteza maisha yangu bila wewe. Ikiwa familia yako haitanikubali sasa, basi nitajipambanua kwa matendo yangu. Nitathibitisha kwamba mapenzi yetu yana thamani kubwa kuliko dhahabu yoyote. Siku zikapita na hatimaye kijiji kilishuhudia kitu kisichotarajiwa. Jamal alipokea tenda ya kutengeneza samani kwa shule mpya iliyokuwa inajengwa. Hii ilikuwa nafasi kubwa. Alifanya kazi hiyo kwa juhudi kubwa na mwisho wake akalipwa fedha nyingi. Karakana yake ndogo ikabadilika kuwa heshima kubwa. Ghafla, jina la Jamal likaanza kusikika kote na hata baba yangu alianza kumsifia bila kujua. Baada ya mwaka mmoja, siku moja, Jamal alifika nyumbani kwetu akiwa na heshima kubwa aliingia sebuleni akimfuata ya baba yangu na kusema "Mzee, nimekuja rasmi kumposa Amina. Sina mali nyingi kama Barashid, lakini nina moyo wa upendo, bidii ya kazi, na ndoto kubwa za kumfanya binti yako awe na furaha." baba yangu alimtazama kwa muda mrefu, akanyamaza, kisha akageuka kuniuliza, "Amina, moyo wako unasema nini?" niliinua macho yangu kwa ujasiri, nikasema, moyo wangu ni Jamal. Kwa mara ya kwanza niliona macho ya baba yangu yakijaa machozi. Aliniambia, sawa binti, ikiwa umeshachagua basi sitaki kukulazimisha tena, lakini kumbuka ndoa ni darasa lisilo na mwisho, kila siku mtafanya mtihani mpya. Ndipo siku ya harusi yetu ilipofika, kijiji kizima kilikusanyika, ngoma zikapigwa, na bahari ikawa shahidi wa furaha yetu. Nilimwangalia Jamal nikatambua kuwa mapenzi ya kweli si zawadi inayoshushwa kutoka mbinguni pekee, bali ni jitihada, ni subira, ni imani na ni ujasiri wa kupigania kile ambacho moyo unataka. Mpaka leo kila nikitembea kando ya fukwe za Bagamoyo, nikiona upeo wa bahari unaokutana na mlima kwa mbali, nakumbuka safari yetu, na nawaambia vijana wote wa kijiji, kati ya bahari na mlima, mapenzi ya kweli hutafuta njia yake.